Mimi swali langu ni hivi kwamba katika kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati ana anatangaza dini tukufu ya Kiislamu alipata upinzani mkubwa. Huyo upinzani ulifikia mahala watu mpaka wakawa wananyanyani wake zao wananyanyasa Waislamu wale tu ambao walishajiunga na Uislamu ama waliomfuata Muhammad kwa hiyo walinyanyasa kiasi kwamba mpaka wengine wakahama katika mji wao wakahamia nchi ingine ambayo kulikuwa na utulivu, walienda wengine ya Afrika walikimbilia hivyo. Kwa hiyo palikuwa hakuna amani aina yoyote, lakini waliomba kujitetea mbele ya mtume Muhamadi, lakini akasema haajafika yale maadili kuonyesha kwamba nyinyi sasa muna haki ya kupambana na hao maadili zenu lakini iliendelea ile hali ile hali, labda yalitokea maombi kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu aepukane na ile hali. Mwisho wa siku yakaja ya maandiko kwamba sasa mmeruhusiwa kupigana. Kwa hiyo anawazulumu basi, nanie mkuondoa ile dhuluma, basi mna haki hiyo ya kujitetea katika kuijenga hiyo amani. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, Waislamu wakaingia sasa katika kupigana wakapambana kwa ajili ya kutafuta amani. Kwa hiyo walipambana na vita mbalimbali, tumesikia vita ya Uhudi, vita ya vita vita nini nini Tabuki hivyo, lakini zote hizo ni kwa ajili ya kujitetea wao. Sasa sisi Waislamu wa leo manaake bado tupo katika njia ile ile nyao zile za Mtume Muhammad sala sala na sababu, yeye, wa, Kiislamu, na kwa sababu yeye ndo mwanzilishi mtukufu wa dini tukufu wa Kiislamu na Qur'an tukufu ndio kitabu tunachokifuata sisi Waislamu wote sasa katika kitabu cha Qur'an tukufu ipo hiyo hukumu ya kuonekana kwamba tuna haki ya kujitetea. Sasa leo hii katika jumuiya ya Islamu Ahmadiyya sehemu mbalimbali, haswa baadhi ya nchi fulani, ukija Pakistani, kuna baadhi ya nchi zingine, kuna ndugu zetu wa Islamu, hata hapa Tanzania baadhi ya maeneo hayo matukio yaliwahi kutokea wanaonewa ama tunazulumiwa, hivyo watu hawahitaji wa, wa, wa, wanashindwa mpaka kujitambulisha kwamba wao ni Waahmadia, hawajivunii na uahmadia wao, ni kwa sababu tu wanamfuata Masihi Imam Mahadi, basi hilo limekuwa kosa kwao, wana haki ya kuuawa. Na ukimua ahmadia, unaonekana we ni mtu wa maana sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa kwa hali kama hiyo, na sisi Qur'an tukufu ndio tunaifuata, kuna hukumu ya kurudisha kisasi. Je, yeah, hatuoni kuna haja sasa na sisi kupambana nao kama walivyopambana masahaba wa Mtume Muhammadi kwa hao makafiri? Asalamu aleikum.